Na ukosefu wa ajira kwa vijana unasalia kuwa mojawapo ya changamoto kubwa nchini Kenya, huku Wakenya waliohitimu wakiwa miongoni mwa vijana zaidi ya milioni kumi na mbili wa Afrika wanaojiunga na soko la ajira. Haya ni kwa mujibu wa Benki ya Dunia, ambayo inasema zaidi kuwa a, karibu asilimia sabini ya vijana kwa sasa wamekwama katika ajira za kiwango cha chini, huku ajira rasmi zipatazo milioni tatu pekee zikitolewa kila mwaka. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa Chuo cha Benki ya Dunia cha African Skills for Job Policy Academy jijini Nairobi siku ya Jumanne, katibu wa vyuo vya kutoa mafunzo ya kiufundi Dr. Esther Muoria alisema serikali inabadilisha elimu ya mafunzo kwa vitendo, yanayoendeshwa kulingana na mahitaji na kuakisi soko la ajira katika jitihada za kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira linaloongezeka miongoni mwa vijana kila uchao. Mamia ya watunga sera wanaotoa mafunzo na viongozi wa masuala ya ajira kutoka kote barani Afrika walikongamana Nairobi Jumanne wakati wa uzinduzi wa chuo hicho cha kutoa mafunzo kuhusu sera za ajira barani Afrika. Mpango huo utakaofadhiliwa na Benki ya Dunia kwa ushirikiano na serikali ya Kenya unatarajiwa kusaidia kutambua changamoto za kutofautiana kwa ujuzi na kazi zilizopo, kikiwa ndicho chanzo kikuu cha ukosefu wa ajira humu nchini.

Akiwahutubia wajumbe katika mkutano huo, katibu wa TVET Dr. Esther Muoria alitoa wito wa kuhamia mfumo wa mafunzo unaoakisi mahitaji ya ujuzi na soko la ajira. We must train. They have Waziri wa Utalii Rebeka Miano alisisitiza mbinu ya serikali ya kutoa mafunzo mawili ambayo ni pamoja na kuunganisha madarasa na viwanda ili kutoa uzoefu kwa waliohitimu. Makamu wa rais wa Benki ya Dunia anayeshughulikia watu Mamta Murthi anasema chuo hicho kipya cha Africa Skills for Job Policy Academy kilichozinduliwa Nairobi kitasaidia kuziba mapengo yanayonyima vijana na fursa za ajira.